Karibuni sana. Kiswahili ni rahisi. Leo tunaangalia maswali na majibu ya ngeli za nomino. Shukran sana kwa kusubscribe. Kwanza, ngeli ni nini? Ngeli ni kundi la nomino lenye sifa zinazofanana kisarufi. Pili, Fafanua maana ya upatanisho wa kisarufi. Upatanisho wa kisarufi ni ile hali ya nomino kukubaliana na kiambishi chake katika maneno ambayo yanaandamana na nomino hiyo katika sentensi. Kwa mfano, chakula kilichokuwa kikipikwa kimeiva; vitabu vyote vimesahihishwa. Tatu, tunga sentensi inayodhihirisha matumizi ya ngeli ya ii. Sukari imemwagika. Su, njaa inamsumbua. Nne. Andika sentensi zifuatazo kulingana na maagizo uliyopewa: mpunzi mrefu alishinda tunzo. Anza kwa tunzo. Kwa hivyo unaweza kutoa majibu mawili Tunzo ilishindwa na mhunzi mrefu, au tunzo zilishindwa na mhunzi mrefu. Mwanafunzi huyu anasoma Kifaransa. Anza kwa kiashiria kisisitizi. Kwa hivyo kiashiria kisitizi hapa ni huyu, kwa hivyo unasema yuyu huyu. Hicho ni kiashiria sasa, kwa hivyo unakifanya kisisitizi kwa kufanya kukirudia rudia yuyu huyu ndiye mwanafunzi anayesoma Kifaransa. Huyu huyu ndiye mwanafunzi anayesoma Kifaransa, au huyu huyu mwanafunzi ndiye anasoma Kifaransa, au huyu huyu ni mwanafunzi anayesoma Kifaransa. Tano. Andika kwa wingi: nyundo hii imevunjika mpini wake. Wingi ni nyundo hizi zimevunjika mipini yao. sita. Andika kwa wingi, mfua imebomoa nyumba ya jirani. Wingi ni mfua imebomoa nyumba za jirani. saba. Sahihisha sentensi hizi, waya yangu imepotea. Inapaswa kuwa waya wangu umepotea. Hapo umesahihisha tulisoma kwa masaa manne. Tulisoma kwa saa nne. Juma anaoga mikono. Juma ananawa mikono. Mwambie Titus akuje huku. Mwambie Titus haje huku. Maria amepepeta macho yake. Maria anapepesa macho yake ameenda hospitalini na basi. Ameenda hospitalini kwa basi. saba. nywele zako inapendeza. Nywele zako zinapendeza. nane. jibu kulingana na maagizo. Pulika mwanangu, usicheze na dunia. Andika kwa wingi. Pulikeni wanangu, msicheze na dunia. Chakula kinachozalishwa kwa njia za kiasili kina, kina viinilishe vingi. Anza kwa viinilishe vingi. viinilishe vingi vinapatikana katika chakula kinachozalishwa kwa njia za kiasili, au unaweza kusema viinilishe vingi hupatikana katika chakula kinachozalishwa kwa njia za kiasili. Tisa, tunga sentensi kuonyesha matumizi ya ngeli ya u u. Ufisadi umeenea sana. Wino huu haufutiki, kwa hivyo ni ngeli ya u u. Kumi, andika katika umoja hao wenyewe hawakuzingatia mafunzo ya lishe bora. Kwa hivyo kwa umoja ni huyo mwenyewe hakuzingatia funzo la lishe bora. kumi na moja ni nomino zifuatazo zimo katika ngeli gani? Furaha iko katika ngeli ya I, nyasi, uzi. Kumbuka ngeli huandikwa kwa herufi kubwa. kumi na mbili andika katika umoja: mkihifadhi nafaka hizo vizuri, maeneo haya yatakuwa na vyakula vya kutosha. Umoja ni ukihifadhi nafaka hiyo vizuri, eneo yani hili litakuwa na chakula cha kutosha. kumi na tatu, onyesha miundo miwili ya nomino katika ngeli ya awa kwanza, kuna mwa, kwa mfano mbunge, wabunge. Mwawa, mwanasheria, wanasheria. Kivi, kijana, vijana, au kiboko, viboko. Mmi, mtume, mitume. Mwawe, mwizi, wezi. Mwezi, wezi. Chavya, chura, vyura. Mianzo tofauti ya ma: seremala maseremala, chifu machifu, jaji majaji, kasisi makasisi. Mua: muungwana waungwana, muuguzi wauguzi, muuzaji wauzaji. kumi na nne. Andika katika umoja: maseremala walilaimisha mbao hizo wakatutengenezea meza. Seremala alilaimisha mbaumbao huo akanitengenezea meza. Nitarudia: seremala alilainisha ubao huo akanitengenezea meza. kumi na tano. Andika upya kulingana na maagizo. Maeneo haya yanauyoga Huanza kwa uyoga. Uyoga hupatikana kwenye maeneo haya, au uyoga hupatikana katika maeneo haya, au uyoga upo au umo au uko kwenye maeneo haya. kumi na sita. Nomino zifuatazo zimo katika ngeli gani? Ungwe, ngeli ya uzi. Limao, ngeli ya lia. kumi na saba andika katika wingi. Nahodha alilikwepa jabali hilo, chombo kikafika ufuoni salama. Wingi: manahodha waliyakwepa majabali hayo, vyombo vikafika fuoni salama. Kasha hilo lililotengenezewa kiwandani na fundi huyo lilimnufaisha. Wingi: makasha hayo yaliyotengenezewa viwandani na mafundi hao yaliwanufaisha. kumi na nane. Andika sentensi zifuatazo upya kulingana na maagizo. Mtu aliwalea watoto wa maki. Anza kwa watoto wa maki. Kwa hivyo unaanza Watoto wa Maki walilelewa na mutu, au watoto wa Maki walipewa malezi na mutu, au watoto wa Maki walipata malezi kutoka kwa mutu. Maji yalijaa, maji yalimwagika. Unganisha kuunda sentensi changamano. Maji yalipojaa yalimwagika au maji ambayo yalimwagika yalikuwa yamejaa, au maji ambayo yalikuwa yamejaa yalimwagika. Je, umeelewa? Tafadhali niandikie maoni pale chini. Kesho tutaendelea na maswali ya pili. Shukran sana kwa kusubscribe na kwa kunisikiliza.